Mambo vipi mdau, kama kawaida, mimi ni Adas Mikeka, all the way from Adinasi TV. Nipo hapa leo kubashiri au kutabiri game za leo tarehe 21 mwezi wa 4 2025, lakini pia hizi game ninazozitabiri nitataja inchi na ligi inapopatikana. Game ya kwanza ni England Championship, Leeds vs Stoke City, weka over 1.5 goal. Mechi ya pili ni Saudi Arabia Pro League, Al Ittihad vs Al Fateh, weka home team win. Mechi ya tatu ni Switzerland, Young Boys zidi FC Zurich weka 2.5 goals. Mechi ya nne ni, ni Molde, FK, Bodo, Norway HamKam zidi um, Viking weka over 1.5 goals. Mechi inayofuata ni Denmark pia, weka FC Copenhagen vs AGF weka GG. Kimsingi hizi odds total odds ni sita, kuanzia sita hazishuki hapo so, tutategemea na beti ya kampuni gani pia. So mimi ni Adinasi mikeka, all the way from Adinasi TV. Tulikuwa wote pia, kesho ni siku <laughs>